ambiririe safari yayo mwena wa gishu waine atongoria aya hari ne Kalonzo Musyoka gashagwa rigathi marwa maitikete guthonjera thirikari makinya mamwe mamania a thirikari igitachukitie nionyesha hivi. Asante sana wale waheshimiwa ambao hawako hapa leo, Mama Matakarua, Mheshimiwa Matiang'i na wale wengine wote

me i want to tell president william ruto this keep on abducting our children and keep on killing our children and continue stealing public land once you are out of power we will take you to court yeah. asante sana hip nikisema hip hip unasema one time hip hip hip hip, hip. Hip, hip.

na ithinya riu kwerekeria mayo mao hari gutungatira ha Kenya othe kulingana na spika wa mbunge ya gifuri Moses Wetangula oreti atongoria kunyitanira hatari gutongorio ni maundu ma kiutetie rete na haria akere kinyito baruni mu mbunge wa Mungi West Charles Gunna agithingata atongoria kuiga fururi mbere siasa ya kupendana tuwe na siasa ya kuleta wananchi pamoja Tupunguze siasa ya matusi, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya wananchi. Ndio rais amesema nilete salamu zake, kwanza kuwashukuru sana kwa kura iliyopita. Wale waliompigia kura, wale hawakumpigia kura, wote ni wananchi wa Kenya na anawapenda, atawafanyia kazi bila ubaguzi wowote ameniambia niwaambie asante sana kwa yale maombi mlimwombea. Tukitafuta kura, unajua haikuwa rahisi, wakiwa serikali, wakiwa nje ya serikali. Wewe ukitaka kuwa rais wa Kenya, au kiongozi wa kiwango fulani, lazima uheshimu yule aliyoko, ndio wewe ukifika huko pia utaheshimiwa. Wewe ukitukana viongozi, wewe ukipata uongozi pia utatukana wo. Kwetu tunasema ukiwa kijana kiherehere, unapiga wazazi, unapiga jirani, ukiwa mzazi wewe pia watoto wako wataanza kukupiga. It is the same pattern. So we want to respect each other. Rais alichaguliwa, na hatuna mwingine atafanya tamu yake, amalize 2027, tumrudishe 2032, atastaafu aende na mambo yake, na wengine wataingia. Ule ataingia pia, tutampa ile ile heshima tunayompa Rais William Ruto. Kwa hivyo, leo mimi sina maneno wa Wakamba, tuweze kutembea na Wakenya wengine. Unajua viongozi, saa zingine, anaona masilahi yake ni kubwa kuliko ya wananchi Anapotosha wananchi kidogo kidogo. So tuwe pamoja, tutembee pamoja na nikirudi, nitamwambia rais vile nimeona, hapa Migwani nimeona hapa Mwingi West, nyinyi pia mmechanuka sawasawa, sawa. Wangapi wanasema nikirudi, nipeleke salamu zenu kwa rais wetu <coughs> <coughs> nimwambie, vile anawapenda nyinyi pia mnampenda <tos> <tosha>

theine wathi hame na jajisnita murimo wa TB na polio I've received actually 3.2 million doses of of polio and then we are expecting another 3 million doses of BCG vaccine and um, uh, so really there is no cause for alarm we will do the catch up campaign we will get all the children that have uh, missed their doses uh, we are asking all the mothers to, to bear with us but uh, we are also assuring you

or anybody that is going to miss vaccines we, we are very grateful for the many facilities that have now opened up and that that, um, that have allowed us to redistribute some of the stocks that that they have and we want to assure the country that this problem kuma ribot yo to athuri re ga ku ria thuri a ndudu cia ciama ciaga kuyu county ya Muranga ni mariganite na rendekithia ria governor wa county no irogokanga taria akuheana mukuru wa nyagathanga kuri aigithia gwakwo mukawa kawa kuringana na thuri acio kwa mukuru wa nyagathanga kuri aigithia aigithia gutunyukithia agikuyu kundu kwao gutufaniria magongona maunduire noho oguthahia kundu kwao guthuru kwa magogona mutheni wa gitau ni aratariria thathaa da da aya ni athuria ndundu ya kiama kiama kautini ya Murang'a aria macemanitie kurekereria ndumiriri ya kuregana kaimana na kuheanwo kwa Mukurwe wa Nyagathanga kuria igithia gwakwo mukawa ni undu wa kurigwo ni turona Mukurwe wa Nyagathanga togite na haro na kuringana na mwikaririgite wa ndundu no ya athuri akiama kiama kauti-ini ya murang'a epita mwangi pita mwangi wa njugu na no kurikanaga makiria ta wangirithi aragweta ati makoretwa magithomanenda-ini cia gukinyaniria ciigi maine na musemanio wa thiku igiri wa biashara uhaririirio ni thirikari ya kauti ya murang'a worotithitie aigithia bururi na nja wa bururi moke kauti ini ya murang'a maigithie niguo gutura mieke ya, ya, ya, ya, ya mawira na kumwe gwa gwa kuria kurongoreirie kuheanwo ni ciraini kana kundu gwa kuhoyo kwa mukuru wa nyagathanga ni menye ni menyete ati mukuru wa nyagathanga ni ukoretwo ukienda kuheanwo na ni ciraini ito nigetha utweke umwe wa magongo na maria magakorwo kuria thika na guko gukiurio investors ugiuka nigetha a develop Uh, na kemukawa, wita wa mũkũrũ wa nyagathanga athuri acio marate ta atĩ matiakuruhanirio rĩrĩa mendekithia mau matuagwo amu kĩwatho nĩ mabatiĩ ũkũũria woni wao makiuga matigwĩtĩkĩria thirikari ya kautĩ ya mũranga heane kũndũ kwao wa gũtabanagĩria magongona kũrĩ aigithia ĩndĩ marendekithia thirikari ya kautĩ ya mũranga thondeke museum kana thebũ yakĩrĩra na ũndũire wa mũgĩkũyũ makĩũria gavana kang'ata mathiĩ mũgũnda ũngĩnjaa mũkũrũ wa nyagathanga gwakwo mũkawa ũcio wakiri wa mwangini munini wa mu wa kiama giki ndeto ino wa nyitite ati kuria wanyagathanga ni na ni turoria wakiritani maya mekagwo ni mabataire gu na kindu twitaga athe

tondu mukawa na urutirwo maundu mangithuke igongona ona aria mana thikouri ni monete kwi nyumba ciageretie gwakwa miaka ya tene ona tiriu na gukirio gwa thuria marauga thirikari cia matura ibatie kuhuraga njeki ciama cia ndundu cia thuri a gikuyu amu ni cio ikoretwo gicokia rui mukaro maundu-ini maundu ire wa mugikuyu tairua na gutaara mwana wa kahii ngurario cia gikuyu uhandu wa miti hari guthaitira maria thaitira maria maturigicia iria gatagatika maundu mangi maingi ni tukoretwo twina

Rikman Limited nĩ makũrehire broti irĩ handũ Prime na cia thogora wa mũhuko waku mĩena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi ngiri gana rĩmo rĩa mĩrongo kenda na kenda Kangundo Road Kantafu broti marakonderia na ciringi ngiri magana matatũ ma mĩrongo mũgwanja na ithano peke yake na kwa Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Centre broti no ciringi ngiri magana mũgwanja ma mĩrongo kenda na kenda Title Deeds keda ili ready na, keda. Title Deeds, ili ready, na site visit, free nĩ ya masherere Ruiru ro Town Brick Towers second floor, S2 Ginyagia F12 Kano Uhuru thimu namba 0746 888 111 pata ploti pata title na Brickman Dojamite musha mumuwega wa mugate kana na keki Udojamite kuma Emmanuel Bakery Itukure hile musha wa muwa mwanya uwa migate Keki ta sweet cake, queen cake, madeira, buns, packed cookies, na igenyige Na kuthoko na bitu wa Ito ikuri kiti na ugure na njira ya wholesale Kana retail Dojira kigarda na the hali ya thaya tauni barabaraini ya agudi katuge Kana ugure dukaini Kana supermarket ili kukuhiri Emmanuel Bakers Freshly baked

E, tunakaa na kina nani? Kwa sababu hawa wanabaka watoto wetu, tuko tu nao, wako tu hapa na sisi. Wacha tujue ni kina nani hawa wameingia huku kwetu, wacha tujue ni kina nani wanatufanyia kazi. Na sisi wazazi lazima tujichunge sana na tuchunge watoto wetu. Hizi cases zimezidi sana Nyandarua kwa the last one month, eh, kuna kesi ya mtoto wa grade 5 wa Kinango alirepiwa na akauawa akarushwa kwa damu, hata hatujazika huyo mtoto. Kuna mtoto alidungwa kisu wa form 3 wa pale Weru akapelekwa pale Shemba. Kuna mtoto alirepiwa wa 7 years wa hapa Huruma.

na nyinge ona makiria ukige na miaraho miega miega n rä rä mwega wa GTN TV ni jita Gitonga wa Nduiri